Nashukuru sana kwa maandalizi na kwa kuwa mgeni rasmi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa uviwango, Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa heshima ile ile ya mkoa na heshima wafanyakazi anaamua kuingia leo, kwani Singida ashaafa ataingia wakati wote ni heshima kubwa na haya mazingira na mandhari haya yameandaliwa hapa, yanayo hadhi zote za rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kama nilivyosema, nimeridhishwa na maandalizi mazuri. Endelee kukamilisha hatua chache zilizobaki, na tunaona kuna maeneo ambayo sia kuendelea kwa sababu ya uu wetu, na kwa kuwa nimeridhika na nimeyaona maandalizi yaani suba useme tu wajibu wa kila mmoja uendelee, yale maeneo machache ambayo bado yaendelee.